Sana yaani ni ni eneo ambalo limezidi kutuingiza kwenye umaskini wa hali ya juu, kwa sababu tunatumia nguvu nyingi sana kupambana na mkurugenzi, sio halmashauri, mkurugenzi pase binafsi. Kwa hiyo mimi najua serikali yangu sikivu, namjua Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa waziri asimamia anasimamia haki za watu, najua Mheshimiwa mkuu wa mkoa akilisikia hili jambo atalifuatilia kwa umakini zaidi. Ili jambo lina lina nini, wanaita lina lina taswira ya rushwa, na ushahidi ninazo, ninao ushahidi wa kutosha. Tangu tunapigana na wakati naenda kumwona Mheshimiwa Rais, mimi nikwambieni, yani ubinadamu ni kazi ni kitu yani ni kitu kidogo sana, lakini unaweza usionekane ubinadamu wako. Nimepambana ili jambo lisifike mahakamani, nimepambana mpaka nilivyoenda kwa mheshimiwa rais. Hata barua niliyomwandikia mheshimiwa rais, maelezo niliyoenda kumpa mheshimiwa rais, sikumtaja mtu wala sikumshutumu mtu, nikasema tu kwamba mheshimiwa rais, nisaidie hapa, nipamiliki kwa sababu nilishaona kwamba yani mkurugenzi amenikamia, anataka anata kunitoa kwa hali na mali. Kwa hiyo nikaomba nipamiliki kwa sababu nina miaka yangu kuna hati ambazo zinaanzia miaka 30, miaka 90, nipewe kwa miaka yangu iliyobakia nipamiliki mpaka nimalize. Nikimaliza hiyo miaka yangu lirudi ili kusudi ni nipukane ni, ni, ni, ni na changamoto za ku, za kunyang'anywa nyang'anywa, lakini sikumtaja mkurugenzi na ile siku nilipofika ofisini kwa rasi ambapo <clears throat> nilifanikiwa kuonana na rasi amepewa maelekezo na mheshimiwa rais kusimamia hili swala. Rais alinyoosha maelezo moja kwa moja akamwambia mkurugenzi, Nuru apewe haki yake. Mkurugenzi akasema sawa, lakini mi sina maamuzi. Alijibu mbele ya rais, sina maamuzi, maamuzi wanao baraza la madiwani. Pale pale mimi nilianza kudoubt. Akasema kwamba, mimi mheshimiwa rais ananipa maelekezo lakini kesho na kesho kutwa kama yeye hayupo, mimi nikihojiwa mimi sina mamlaka, kwa mamlaka wanayo baraza. Kwa hiyo akasingizia baraza la madiwani kitu ambacho ni uongo, lakini baada ya mimi kutoka kwa Mheshimiwa Rais, rais alimwambia nakupa wiki. Akasema wiki hapana, nipe mwezi. Lakini alipewa mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, mpaka mimi nikaanza kuanza kumsumbua tena rais. Rais akam, akamshurutisha kumwambia kwamba kwa nini haunini hau, kwa nini haumpi majibu Nuru? Kwa hiyo ndo ilivyofikia mwishoni hivyo, akawa ameninyima haki yangu, akaandika barua kwamba lile eneo liko chini ya halmashauri, siruhusiwi mimi kumilikishwa, kama ile barua niloandika na kule kwa rasi. Alisema kwamba mimi nimeenda kumshtaki mpaka rasi, nikamwambia hapana na kuruhusu usome barua ya mheshimiwa Rais na mheshimiwa Rais, barua yake nilompa ipo hapa nayo na maelezo nilompa mheshimiwa Rais. Sijamtaja mtu mimi, siwezi kuwataja nyinyi, ni wateule wa Rais, mnamsaidia vitu vingine vingi sana tofauti na hili jambo langu. Kuna vitu vingi mnamsaidia mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi nikianza kwenda kuwashitakia kwa, kwa mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa nawachongea. Mimi sijamtaja mtu mimi, nimeenda kutetea nani, eneo langu kwao. Mimi nipeni tu eneo langu nifanye biashara na barua hii hapa Rais akasema "Nuru, unanipa barua nisome barua kubwa hivi." Nikamwambia mimi nakuruhusu nisome, kwa sababu mkurugenzi ananishitumu hapa kwenye kikao, anasema mimi nimemshtaki kwa mheshimiwa rais, mimi sijamshtaki, jamshtaki kabisa kwa mheshimiwa rais. Kwa hiyo mkurugenzi na rais wakaisoma ile barua, kuisoma akasema sawa, tumeelewa kweli hujamshtaki mtu. Kwa hiyo mkurugenzi, umeiona barua, Nuru hajamshtaki mtu, ameenda kuomba kama yeye kwa hiyo tunaomba utekeleze agizo wa Mheshimiwa Rais. Tunakupa wiki, yeye akasema wiki ndogo, nipe mwezi, mwezi, miezi miwili, miezi miwili, miezi mitatu, ndio hivyo sasa. Amesogeza miezi, lakini wakati anasogeza miezi alikuwa ana vitu vyake anavyovifanya, kwa sababu mitoka nitoke kwa Mheshimiwa Rais amefanya majaribio mengi ya kutaka kutoa uhai wangu hapo. Naomba kuishia na kesi iko polisi, kesi yenyewe inaitwa Ilala CID, PE072024. Uh, tulirudi kwenye mazungumzo na dada Nuru. Ndiyo. Tukamwambia kwamba hata wewe kama kweli unatambua ulikuwa mpangaji wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, baada ya jiji lile kuwa limevunjwa, na wewe kama umehamia huku, ulipaswa sasa kuja mapema kwa manispaa ya Temeke kuja kuhuisha mkataba wako. Ndiyo. Na ili uendelee na malipo lakini hukuwahi kuja, hajalipa hata shilingi moja kwa miaka mitano yote ambayo amekuwepo pale. Ndiyo. Yeah. wala kuja kutoa taarifa kwamba yeye ana mkataba na halmashauri ya jiji ambayo sasa labda ulipaswa kuletewa na Temeke. Mm, hakuwahi. Lakini baada ya kusikia kwamba tunatangaza lile eneo akaenda kuweka caveat yeah, mahakamani, kwa misingi ya kwamba yeye amekuwepo pale. Tulienda mahakamani, yeah, sisi na dada Nuru. Ndiyo, sisi tulipofika pale tulionyesha tangazo la serikali Yeah. Kwenye mgao wa mali na madeni, lakini tukaonyesha hati ya umiliki. Yeye alionyesha barua ya Buguruni, yeah. siyo ya Mtoni, alionyesha ya kupangishwa ya Buguruni, sio ya Mtoni. mm. na hakukuwa na ma ma makubaliano yote, katika kipindi hicho jiji limevunjwa, yeye na Temeke, na malipo yote ambayo ameshafanya Temeke. yeah. alipoweka ile caveat mahakamani Haiku, haikuwa na hoja ya kuendelea na ile kesi ikawa imeturudisha yeah. Mimi nikakaa na dada Nuru na mume wake, nikamwambia hivi, tukitangaza sisi hapa tutapata mwekezaji wa gharama kubwa, lakini vyovyote vinavyokuwa, sisi tunataka nini, muwe kipaumbele. Kwa hiyo badala ya kusubiri sisi tutangaze, nini, tuandikieni barua tukifanya expression of interest Andikeni barua mkionyesha expression of interest, mseme mnaweza kulipa shilingi ngapi, lakini kwa vyovyote vile hili eneo ni mali ya umma wa wananchi wa Temeke. hele zikusanywa hapa inatakiwa ipelekwe kwenye afya, inatakiwa ipelekwe kwenye shule. Kwa hiyo hatutoendesha hatutoendesha mchakato um, huu kwa misingi ya huruma, tutaendesha kwa misingi ya uwazi, ili apatikane mwekezaji ambaye atasaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya wananchi wa Manispaa ya Temeke kwa sababu mm, mali ya wananchi wote Hatuwezi tukakuachia wewe mtu mmoja peke yako uendelee kunufaika na utaratibu uliokuwepo. Ndio. Yeah. Akasema mkurugenzi, nitaenda kufanya hivyo. Akaenda akakaa muda mrefu baadaye akani akanifuata, akaja ofisini kwangu, akaniambia mimi mume wangu amekataa. Anasema jambo hili litaishia mahakamani. Ndiyo. Yeah. Mimi nikakubaliana, sisi sasa tukirudi kwenye baraza ambalo tunawajibika tuna kwenda kutoa taarifa, hatuna chochote ambacho tunaweza tukakizungumza tofauti na ku, kutangaza lile eneo kwenye public ili waombaji waombe, yeah. Muombaji alipoomba na alipopatikana kwa sababu ni njia ya, ya, ya wazi ya mfumo wa nest, walipomjua kwamba mwombaji X amepata amepata lile eneo, wakaanza kumpigia simu kumwambia yeah. Ukilipa fedha kwa halmashauri shauri zako, jambo hili liko mahakamani na hautoweza kuingia kwenye eneo hili yeah kwamba jambo hili liko mahakamani hutoruhusiwa kuingia kwenye eneo yeah, yeah. kwenye eneo hili. kwa mwekezaji japokuwa eneo hili tumepata, eneo anatutaka sisi tumkabidhi ili afanye malipo kwa, kwa halmashauri yeah. Sasa utaona yeye anasema mkataba wake na halmashauri ya jiji ilikuwa ni milioni moja na nusu kwa mwezi yeah. Ambapo milioni moja na nusu ukizidisha mara kumi na mbili ni kama shilingi na kama milioni kumi na nane au sio? Hey, kama milioni kumi na nane. Kama milioni kumi na nane kwa mwaka mm, kama hesabu zangu ziko vizuri yes, sawa mm. Anapatikana mtu ambaye anabidi kwenye eneo hilo ambaye yuko tayari kulipa zaidi ya 1.5 karibia bilioni moja na nusu kwa mwaka mm. Sasa wewe ni mwandishi ndugu yangu yeah. Tuashumu kwenye familia yako, kaka yako angekuwa amefariki, si ndiyo? Yeah. Wewe umekabidhiwa kuwa msimamizi wa hiyo mirathi ya familia yako Mwanafamilia mwanafamilia mmoja anasema kwamba anaomba akae kwenye nyumba ya, ya familia kitalipa shilingi elfu tano mm. Anakuja mwananchi mwingine anasema, mimi niko tayari kulipa milioni hamsini, ziwasaidie watoto wa marehemu wasome, ziwasaidie kupata viatu, ziwasaidie kufanya hiki na hiki. Wewe kama mwandishi wa habari ambaye ni ndugu yangu, utamchagua utamchagua uta, -utamchagua mpangaji upi? Automatically yeah. Utasema hawa watoto wanatakiwa wasome, wanatakiwa wapate viatu, wanatakiwa wapate nini, kwa sababu hii ni mali ya familia nzima. Hatuwezi tukampendelea mtu mmoja. Dada Nuru tulimpa ile nafasi, lakini hakuitumia, na yeye amesema pale kwenye clip yake kwa mchakato umekwenda kwa uwazi kabisa, hauna hauna uonevu wowote. Lakini sisi kama, kama sehemu ya serikali, kile alichokisema cha kwamba tumekiuka mahakama na nini, hatuwezi kabisa kabisa. Sisi tunatakiwa kuwa mfano wa umma wa namna ambavyo tunazingatia muhimu ile wa mahakama na maelekezo ya kimahakama. Hakuna mahala ambapo tunaweza tukajitahidi tuka, tuka, tuka kuifanyia kui, kutokuwa na heshima mahakama, lakini hatuna, hatuna uwezo wa kuwa juu ya sheria tumtendee dada Nuru na mwingine yoyote, tumhudumie kwa njia ya uonevu na kumpendelea mtu ambaye labda ana fedha. Ni mchakato ambao umefanyika kwa uwazi, tumetangaza kwenye nesti, watu wameona wameomba na onde. Yeye tulimuomba aombe, lakini akasema yeye ana mkataba hawezi kuomba na ataendelea kufanya shughuli zake pale. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo zoezi linaloendelea, tuliwataka watu wote ambao walikuwa wanalipa kwa dada Nuru na kuegesha magari yao pale wakayatoe, yeah. magari yao yeah. Wakayatoe magari yao wayaondoshe ili kusudi sisi tuweze kulitumia lile eneo kwa manufaa ya umma, na wasimlipe dada Nuru kwa sababu dada Nuru halipi kitu chochote kwa manispaa ya Temeke na, na, na, una una una unasema, hajai kulipa ndani ya miaka mitano kitu chochote, hajai lipa kitu chochote ndani ya manispaa ya Temeke, mwambia kuonyesha. mm. na wala hatuna mkataba na dada Nuru, ndivyo aloni kwamba yeye amekuwa akiendelea kulitumia hilo eneo la umma mm. Wakati mwingine sasa kwa kwa hiyo mwingine, sasa, kwa hiyo mkurugenzi, kulikuwa kuna makosa kumtoa eneo la Buguruni na kumleta hapo nani eh hapo hapo kwa Aziz Ally. Na hayo ma, ah, makosa aliyafanya nani sasa. Yeye anatuambia yeye anatuambia kwamba aliambiwa aje hapo, lakini hatuna hatuna sehemu ambayo tunaweza tukaprove kwamba aliambiwa. Mimi sina maandishi Haya maelezo ya kwamba yeye aliambiwa aje pale ni maelezo anayotoa yeye. Sasa amekaa sasa, ame, ame muda mrefu na amefanya uwekezaji. Mkurugenzi unasema hukuwa na maelezo yoyote. Sasa mtu anafanya uwekezaji ndani ya muda huo bila maelezo yoyote? Mimi naweza nikaja hapo eneo la wazi nikafanya uwekezaji magari yanapaki nachukua, nachukua mapato na halmashauri haijui nimetoka wapi. nime, nime, nime, kama, kama, kama utakuwa ulinisikiliza mwanzoni, ndio nilikusikiliza kila wakati ambapo halmashauri ilipokuwa ikijaribu kutaka kwenda mm. kuli, kuli access eneo lake kwa ajili ya kufanya kitu chochote, nilieleza pale mwanzoni kwamba walikuwa wakikimbilia wenzetu mahakamani. Okay, okay, na nikakueleza habari ya familia moja inaitwa cha ulembo eh. Nimekueleza kuna familia mbili na hiyo familia ndio ndio wamekuwa kila halmashauri inapotaka kujaribu kufanya jambo lolote ha, wanakimbilia mahakamani na sisi, kwa sababu ni sehemu ya serikali, hatukutaka kwa namna yoyote kukiuka taratibu za za kisheria. Kwa hiyo laki, iyo, laki, laki lakini mwanzo umekiri kuwa alikuwa eneo la Buguruni, kwa hiyo eneo la Buguruni alikuwa na, ana, ana, ana, ana anafanya biashara kihalali mpaka anahamishiwa. Nimesema hapo, hapo. Ukiangalia barua yake alionayo inaonyesha si alikabidhiwa Buguruni na ndipo alikuwa anapofanya shughuli zake Nikwe.